Mjumbe wa baraza la maulama wa mkoa wa Dar es Salaam, uh, Shekh Othman Khamis. Sasa Shekh Yusuf Kidago ametumia yeye dakika kumi na tano na na sekunde hamsini na sita dakika kumi na sita hizo, na naamini kabisa Shekh Othman Khamis, uh, utamfidia fidia zile dakika ambazo Shekh Kidago amezitumia, ame naam, Shekh Othman, uh, kwako, kwa tueleze sasa jukumu la vijana mabarobaro ambao ndio damu huchemka na pengine wao ndio uh, tegemeo katika masuala mbalimbali mbali, uh, ya nchi wao, jukumu lao ni lipi katika uh, kuienzi amani iliyopo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh wa

ila yaumi lwuqufi baina yaday llahi ta'ala fi dar wa bad. Vijana wanatakiwaje, nafasi yao vijana kwenye jambo la amani na kwenye jamii kwa ujumla? Kabla ya kujibu swali hili nataka kutangulia kuambia wanakongamano wenzangu, kuna mambo mengi sana tunakubaliana binadamu wote kwamba hayo tunayataka, na yako mambo mengi pia ambayo binadamu sote tumeungana kuwa hatuyataki. Ni ridhieni, nitaje mawili ambayo sote hatuyataki na nitaje mawili ambayo sote tunayataka. La kwanza katika tusiyoyataka sote, nikiwemo mimi ninayeongea mbele yenu, nadhani na nyinyi mtanikubalia, binadamu sote tunaungana kwamba hatutaki kufa, ni itifaki alalam. Hakuna hata mtu mmoja kusema kweli kwamba haja yake na hamu yake ni kufa. Na labda niwaambie, ikiwa kuna mmoja wetu hapa ukumbini anatamani afe, anyoshe mkono, tutampa ushauri. Akiusikiliza ushauri wetu, hatotoka ukumbini salama, atafia humu humu ndani, akitusikiliza. Hakuna anayetaka kufa, sote tunataka tuendelee kuishi. Jambo la pili ambalo hatulitaki wote ni kuzeeka. Hakuna mtu anapenda uzee. Hawa wazee mnawaona hapa ukumbini, na mimi namwomba Mungu awape mwisho mwema. Huu uzee wao hawakutaka, umewavamia tu umewavamia wakati ambapo hawana haja nao, na mkitaka mnaweza kuwauliza nyie wazee. Ala! <laughs> ikiwa mtakhiarishwa nyinyi wazee, mimi sijafika huko mlikofika nyie, na namuomba Mungu anicheleweshe kidogo ikiwa wazee mtakhiarishwa, kukhiarishwa maana yake ni kuchagulishwa, uamue unalolitaka. Mkachagulishwa kwamba chagueni, mbakie kuwa wazee na mnaendelea taratibu kulifuata kaburi, au mrudishwe kuwa vijana kama mwanzo mlivyokuwa. Wazee msinijibu sasa hivi, kwa sababu jibu lenu nishalijua, mtakachokichagua mimi nakijua. Nyote mtatamani kurudishwa ujana. Hapa ndiyo nafungua maneno kuwaendea vijana. Hakuna anayetaka kuzeeka. Jamanini, uzee jambo kubwa na tabia ya uzee inakuja kukuzuia. Uzee unakuzuia mambo mengi sana, na kusema kweli mengine ya muhimu sana yatazuiliwa na uzee. alhasil sote hatupendi kuzeeka. Sisi vijana utasikia tunasema wazi wazi, hawa ndo wazee wetu, ndio visima vyetu vya busara, tunasema hivyo, lakini kwa kweli sisi hatupendi kufika huko. Ni wazee waendelee, sisi tubaki kuwa vijana. Mimi nataka kwenda kwa vijana, lakini kabla ya kufika huko, haya ni mambo hatuyataki wote, kati ya mengi, tuna mambo mengi sote hatutaki Nimeamua nitaje hayo ya mwisho, mwisho wa umri, hayo uzee na kifo. Lakini nataja mawili ambayo sote tunayataka, humu ndani hakuna ambaye hataki. La kwanza tunakubaliana dunia nzima hii kwamba tunataka amani hapa ulimwenguni, sote tunataka amani. Utaona ajabu, mbona wengine wanaashiria au kuchangia kuvunja amani? Nataka nikwambie ndugu yangu ulioko hapa, mwanakongamano mwenzangu, huyo anayechangia amani ivunjike, usidhani anataka ivunjike na kwake pia. Anataka kuvunja amani ya wenzie, lakini ye kubaki mtu wa amani, yupo kwenye utulivu, ndiyo lengo lake. Anataka kuvunja amani za wenzake, na ushahidi kama kweli anataka kusiwepo na amani tungeanza kuona anaivunja amani nyumbani mwake anamokaa mule, kwenye nyumba anaoishi ziko wasaa ilichungu mzima za kuharibu amani ya nyumbani, angeweza kuharibu amani mule nyumbani kwake. Lakini akirudi nyumbani kwake, anatangaza mapenzi na amani kwa watu wake. Utasikia anamwambia mkewe, ili mke ampe amani, i love you, nakupenda. Anataka amani ya nyumbani kama sivyo, angerudi nyumbani kutegemea na aina ya mke au mume aliyopo. Hebu jaribu urudi nyumbani, halafu umeambatana na mwanamke mwingine ambaye sio mkeo na mke hamjui huo siku, halafu pitiliza naye mpaka pale sebleni, uanze kuzungumza amani, itabaki kweli? Hafanyi hivyo mtu, kwa sababu anataka nyumbani kwake ibakie amani, ila kukiwa na viashirio na vichocheo vya, vya kuvunja amani, hao wanaovifanya wanataka amani itoweke kwa wenzao. Sote tunataka amani, na amani ianzie moyoni ije nyumbani mpaka mabarabarani makazini na maofisini. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu ambaye anataka amani ikosekane, bali huyo mtu akiwa ni muislamu yani ikiwa huyo anotaka amani isiwepo na ni Muislamu, nakaribia kusema anakaribia kutoka kwenye mila yenyewe ya Kiislamu kwa so, sababu mila ya Kiislamu ni amani. Hili la kwanza tunalitaka sote, na mimi, kabla ya kuendelea, namwomba Mola wangu kutoka kwenye moyo wangu atubakishie amani hapa Tanzania, tubaki na amani, kabla wakati na hata baada ya uchaguzi amani hii iendelee kwa sababu sote tunaihitaji. Na mwenye haja ya kwamba kwenye nchi yetu patokee tabu na machafuko, sisi Waislamu ebu tujaribu kuinua mikono tumweke mikononi kwa Mungu subhanahu wa taala, ili amshughulishe kwanza mpaka amani uchaguzi umekwisha, alafu atampumzisha. Lakini kwanza tuendelee kuwa na amani. La pili ambalo hatutaki sote na nadhani si muhimu sana hapa hakuna mtu anapenda kuwa fakiri, yaani kuwa na maisha ya dhiki ya shida. Hakuna mtu kama huyo. Sasa nakwenda kwa vijana, vijana wenzangu, kwa jicho la Uislamu nyinyi ndio wajenzi, nyinyi ndiyo mnajenga mujtamaa. Vijana ndio wajenzi mnaojenga jamii na kuujenga huu umma ni vijana, lakini ingawa mkibadilika roho zenu Nyie ndo wabomoaji wa kwanza. Kijana anajenga na kijana ndio anabomoa. Niwasihi tushirikiane kujenga amani ya nchi yetu, na tusiibomoe, kwa sababu tunaweza kuharibu mambo. Ni vijana, mahala popote ulipoona pemetokea vurugu na tabu, kama utawatizama hao wanaofanya vurumai za kuharibu amani, basi 95% ni vijana. Wazee mambo ya tabutabu tabu hawataki, wanataka mzee awe nyumbani saa hizi mwenyewe amevaa msuli wake na bibi, wanakunywa kunywa dafu na kahawa, amani. Lakini wavurugaji wa amani huwa ni vijana. Ndugu zangu, nataka tuisome hasa vijana wenzangu, aya namba mia moja na kumi na mbili sura ya kumi na sita inaitwa Suratu Nahli, aya hii

Mwenyezi Mungu vijana wenzangu ametupigia mfano wa nchi mfano wa mji anasema palikuwa na mji ambao ulikuwa na amani yaatiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libas alju'i walkhawfi bima kanu yasna'un. Mola anasema akapiga mfano wa mji mji ambao ulikuwa na amani, mji wenye utulivu lakini mji ule ukazipinga neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, fakafarat bi an'amillah. Ukisikia mji ulipinga neema za Mungu, wataalamu na wanaojua sayansi ya lugha ya Kiarabu hapa wapo, wananielewa. Ule mji ni chombo, inaitwa dharfu, sio lakini maksudio ni madhurufu umetajwa mji, pemetajwa mahali, lakini wanakusudiwa watu wa mahali hapo, wakapinga neema ya Mungu ya amani na wakawa wezi wa fadhila. Sasa Mwenyezi Mungu ana tabia ya kuamiliana na waja wake namna wao wanavyoamiliana naye, qala subhana, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walipoonekana ni wezi wa fadhila ile neema ya Mwenyezi Mungu ya utulivu na amani hawakuitaka. adhakaha llahu libasa ljui walkhauf, Mwenyezi Mungu akauvalisha ule mji vazi la njaa na khofu. Na kama nyote mnavyonyua, kinyume cha amani ni hofu na kinyume cha khofu ndiyo amani. Waliobeba zimam, waliobeba kamba inayoongoza amani kwenye taifa lolote ni vijana. Sasa tunaelekea kwenye jambo linaloitwa al-intikhaba, uchaguzi. Vijana wenzangu, nataka tuelewe kwa jicho la Uislamu, uchaguzi ni amrun jaizu, ni jambo linafaa kiislamu, ni jambo lifaalo kufanya, lakini kwa maandiko ya nchi yetu kwa maana ya katiba na sheria ya hapa kwetu, uchaguzi ni haki. Uchaguzi umetajwa kwa jina la haki, na binadamu mjinga sana ni yule ambaye huwa hataki kutumia haki yake. Yaani, ni haki yako halafu huitaki. Sasa tunaelekea kwenye huo uchaguzi ambao ni haki kwa maandiko ya nchi, lakini ni jambo lifaalo kwa maandishi ya Kiislamu. Tukiamua vijana, hata sasa vijana wa nchi nzima, tukasema uchaguzi wetu upite kwa amani Wallahi, utamalizika kwa amani, kwa sababu zimamu tumeshika sisi. Na tukisema uchaguzi uvurugike, watu hapa wazee wetu waanze kusumbuka kukimbia na hawana nguvu tena. Hayo maamuzi tunayo sisi vijana. Kwa hiyo, kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kwa maelekezo ya kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vijana hakikisheni nyinyi na mimi na tuwashawishi vijana wenzetu tuhakikishe uchaguzi huu unapita kwa salama na amani. Wako vijana wenzetu, na ninawaona na nyinyi mnaona kwenye mitandao, wameshakuwa na maigizo igizo mengi kidogo mitandaoni. Ukisoma kuna maigizo mengi, lakini waigizaji wote hao ni vijana, vijana wana wana igiza igiza kidogo. Nimeshangaa, kuna wengine nimeona wameigiza kuwa askari jeshi, kijana wale. Kuna mwingine kaigiza igiza yeye ni askari, hakuwa mzee, yule ni kijana. Tusimame kwenye nafasi yetu vijana kama alivyotuelekeza Mola wetu na kama tulivyofundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazee wetu wameondoka, nchi hii walioikomboa, wakatuachia vijana wao ikiwa salama na amani, na sisi tujitahidi mpaka tutakapokufa na sisi au kuzeeka, tuwarithishe watoto na vijana wa baadaye nchi tulivu na nchi ya amani. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Waaleikum alsalam wa, wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbiri. Sina shaka ni maneno ya kutafakari sana eh, vijana wenzangu, ambayo tumeyapata kutoka kwake uh, Sheikh Othman Khamis, na alichelea kusema hapa uh, kwa mwenye kuvunja amani, uh, anachelea kusema ya kwamba atakuwa amekaribia kutoka katika imani ya dini ya Kiislamu. Ni khasara kubwa kabisa. Lakini amani itakapoondoka, imenukuliwa na aya ya Mwenyezi Mungu hapa eh, basi tutegemee kuipata njaa, lakini tutakubikwa na hofu. Hayo ndio ambayo ameyazungumza Sheikh Uthman Khamis. Ametumia dakika takriban uh, kumi na tatu na sekunde kidogo hivi; ni sehemu yetu ya kwanza, lakini Sheikh Uthman Khamis uh, ameianza na sehemu yetu ya pili kwa uchache. Kwa sasa uh, niseme tu tunakwenda katika mapumziko mafupi ambayo mwenzangu uh, mwongoza shughuli hii